DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Imetimia saa 11 kamili hapa Bonn, Ujerumani, saa 12 kamili Afrika Mashariki, hujambo popote ulipo, na karibu mimi ni Bruce Amani. DW habari za ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz asema Israel itajenga taifa la kiyahudi ukingo wa magharibi. Urusi kupeleka ujumbe kwenye mazungumzo ya amani Istanbul Jumatatu. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ataka kubuniwa kwa miungano mipya ya kikanda kufuatia kutoelewana kwa Marekani na China. Habari kamili. Jerusalem. Waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz ameapa kuwa nchi yake itajenga kile alichokiita taifa la Kiyahudi la Israel katika Ukingo wa Magharibi, siku moja baada ya serikali ya Israel kutangaza kubuniwa kwa makazi mengine ishirini na mawili mapya katika mamlaka hiyo ya Palestina. Hili ni jawabu kwa makundi ya kigaidi yanayojaribu kudhoofisha hatua yetu ya kulidhibiti eneo hili, na pia ni ujumbe wa wazi kwa Macron na marafiki zake. Watalitambua taifa la Palestina kwenye karatasi tu, ila sisi tutalijenga taifa la Kiyahudi la Israel kwenye ardhi. Makazi ya Israel katika ukingo wa magharibi ambayo yanachukuliwa kama kigingi kikuu katika kupatikana kwa amani ya kudumu hukosolewa pakubwa na Umoja wa Mataifa kama yaliyo kinyume cha sheria za kimataifa. Haya yanafanyika wakati ambapo mashambulizi ya anga ya Israel yamesababisha vifo vya watu kumi na wane katika ukanda wa Gaza. Haya yamesemwa na maafisa wa hospitali katika ukanda huo. Mashambulizi hayo yametokea ya wakati ambapo wanamgambo wa Hamas wanalipitia pendekezo la usitishwaji mapigano la Marekani lililoidhinishwa na Israel. Mjumbe wa Marekani huko Mashariki ya Kati wiki hii alikuwa ameelezea matumaini makubaliano ya kusitishwa mapigano na misaada zaidi ya kiutu kukubaliwa kuingia Gaza. Moscow, Urusi itawapeleka wajumbe wake mjini Istanbul siku ya Jumatatu kwa mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine, licha ya kuto kuwepo kwa dhamira kutoka upande wa Ukraine. Haya yamesemwa leo na msemaji wa ikulu ya Urusi, Dmitry Peskov. Kikosi cha Urusi kitakachoshiriki kwenye mazungumzo hayo ni kile kile kilichoshiriki mazungumzo ya awamu ya kwanza kilichoongozwa na waziri wa zamani wa utamaduni Vladimir Medinski. Mkuu wa ujumbe wa Ukraine Rustem Umerov amesema nchi yake haipingi mazungumzo ila ingependa kuuona mpango wa amani wa Urusi kwanza. Ila muda mfupi uliopita mshauri mmoja mkuu wa rais Volodimir Zelenski amesema kuwa Ukraine iko tayari kwa kufanyika tena mazungumzo ya amani ya moja kwa moja na Urusi mnamo Jumatatu. Andrii Yermak katika taarifa iliyochapishwa katika tovuti ya rais wa Ukraine amesisitiza uwepo wa rasimu ya mpango wa amani wa Urusi. Ukraine na washirika wake wa umoja Ulaya wa Ulaya wamekuwa wakiituhumu Urusi kwa kujikokota katika kutafuta amani huku ikiendelea kunyakua ardhi zaidi ya Ukraine. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Singapore. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema leo kuwa mgawanyiko uliopo kati ya nchi mbili zenye nguvu duniani za China na Marekani ndio hatari kubwa inayoikumba dunia kwa sasa. Akizungumza wakati wa mjadala wa Shangri la huko Singapore, Macron amesisitiza haja ya kuunda miungano mipya kati ya Ufaransa na washirika wake wa eneo la Indo Pasifiki. Macron amesema mabara ya Asia na Ulaya yana mtazamo mmoja katika kuzuia kusambaratika kwa mfumo wa dunia. Macron anafanya ziara barani Asia wakati Ufaransa na Umoja wa Ulaya zinalenga kuimarisha mahusiano ya kibiashara barani humo ili kuondoa hali ya wasiwasi inayotokana na, na ushuru unaowekwa na rais Donald Trump kwa mataifa ya dunia. Abuja, watu zaidi ya mia moja wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mafuriko kuukumba mji wa kibiashara wa Mokwa katika jimbo la Niger huko Nigeria. Mkuu wa ofisi ya operesheni huko Minna, Huseini Isa, amesema watu wengi zaidi bado wako kwenye hatari huku juhudi za uokoaji zikiendelea leo. Ripoti za awali zilikuwa zimesema kuwa watu ishirini ndio waliofariki, ila Isa amedai kuwa idadi inazidi kuongezeka. Chanzo cha mafuriko hayo ni mvua kubwa iliyoonyesha kwa masaa kadhaa, na kulingana na ripoti, kuvunjika kwa bwawa moja katika eneo jirani ndiko kulikopelekea hali mbaya zaidi. Na hatimaye, Damascus. Kundi linalojiita dola la kiislamu IS limedai kuhusika na mashambulizi mawili kusini mwa Siria, likiwemo shambulizi moja lililovilenga vikosi vya serikali. Hilo ni shambulizi la kwanza kufanywa na kundi hilo la kigaidi tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al Asad. Katika taarifa yake IS imesema bomu moja lililoelekezwa kwenye gari la vikosi vya serikali lililipuka na kusababisha vifo vya wanajeshi saba. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn. DW, dunia yetu leo jioni. Jioni hii Urusi imethibitisha ujumbe wake unaoelekea Istanbul kwa mazungumzo ya amani siku ya Jumatatu. Chama tawala nchini Tanzania, CCM, chazindua il rasmi ilani yake ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tushawishi watu watuunge mkono, waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Na je, nani mkali kati ya PSG na Inter Milan? Mbivu na mbichi kujulikana kesho Jumamosi katika fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya mjini Munich. Kwa haya mengine mengi, karibu tusafiri hadi tamati. Matangazo haya yanasikika popote pale ulipo ulimwenguni, teknolojia imewezesha hilo. Kwa hivyo tutafute kwenye YouTube na Facebook DW Kiswahili. Msemaji wa ikulu ya Urusi, Dmitri Peskov, amesema nchi yake itawapeleka wajumbe katika mazungumzo ya kuvimaliza vita nchini Ukraine yatakayofanyika mjini Istanbul wiki ijayo. Ukraine hata hivyo haijathibitisha moja kwa moja kama itashiriki katika mazungumzo hayo au la. Mengi zaidi ni kutoka kwake Amina Abubakar. Dmitri Peskov amesema wajumbe hao watakuwa tayari siku ya Jumatatu kushiriki mazungumzo ya duru ya pili yatakayofanyika nchini Uturuki. Ameongeza kuwa anatumai mapendekezo ya kuvimaliza vita yaliyotayarishwa na pande zote yatajadiliwa siku ya Jumatano. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi Sergei Lavrov alitangaza mkutano huo wa siku ya Jumatatu akisema ujumbe utakaoshiriki utakuwa ni uleule uliohudhuria ule duru ya kwanza ya mazungumzo na ulioongozwa na mshauri wa rais na aliyekuwa waziri wa utamaduni wa Urusi Vladimir Medenski. Ukrain nayo kupitia ujumbe wake unaoongozwa na Rustem Umerov imesema haipingi uwepo wa mazungumzo hayo, lakini ingelitaka kwanza kuyaona mapendekezo ya Urusi kabla ya mkutano wenyewe kuanza, jambo ambalo Urusi imelikata katakata. Ukrain imesema tayari imetoa orodha ya mapendekezo yake kwa Urusi, lakini Urusi imekataa kufanya hivyo, ikisema mapendekezo hayo hayapaswi kujadiliwa hadharani kabla ya mkutano kuanza pande mbili hasimu zilikutana mara ya mwisho katikati ya mwezi Mei mjini Istanbul, ambao ulikuwa mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu kuanza kwa vita hivyo miaka mitatu iliyopita. Mkutano huo ulipelekea kuachiwa kwa idadi kubwa ya wafungwa kutoka pande zote mbili. Mkutano huo wa siku ya Jumatatu unatarajiwa kutuama tu katika usitishwaji wa mapigano. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema anatumai Urusi na Ukraine zitafanikiwa kupata suluhu ya mgogoro uliopo wakati wa mazungumzo hayo. Tumefikia mahali pagumu na muhimu katika vita hivi. Kuna njia mbili mbele yetu, ama tupuuzie hali ilivyo na kuendelea na vita, au tufikie makubaliano ya suluhu ya kudumu kabla ya mwaka kumalizika. Ukraine na washirika wake wa Ulaya wameishutumu mara kwa mara Urusi kwa kujikokota katika juhudi za kutafuta amani huku ikiendelea kutanua majeshi yake Kiev na kuendelea kudhibiti baadhi ya sehemu ya taifa hilo jirani. Washirika hao wa Ukraine ikiwemo Marekani inaendelea wanaendelea kutoa wito kwa Moscow kuridhia bila masharti pendekezo la kusitisha vita jambo ambalo Urusi bado ina mashaka nalo. Ni Amina Abubakar. Chama tawala nchini Tanzania CCM leo kimezindua rasmi ilani yake ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wakati kikihitimisha mkutano wake maalum wa siku mbili. Chama hicho kimebainisha idadi ya wanachama wake wanaofikia milioni kumi na tatu. Katika ilani hiyo, chama hicho kimeelezea vipaumbele tisa ambavyo vitazingatiwa katika kipindi cha miaka mitano ijayo. George Njogopa amefuatilia mkutano huo na hii hapa ripoti yake. Maswala yanayohusu uchumi wa kisasa, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, uboreshaji wa maisha ya watu pamoja na uimarishaji wa demokrasia na utawala bora ni sehemu ya vipaumbele ambavyo chama hicho tawala imevibainisha wakati kilipowasilisha ilani yake kwa wajumbe waliokutana kwa siku mbili mjini Dodoma. Ilani inasema katika kipindi cha miaka mitano ijayo serikali ya CCM itapaswa pia kutilia mkazo swala la ajira kwa vijana, jambo linalotaja kuwa ni bomu linalosubiri kulipuka wakati wote, kutokana na idadi kubwa ya vijana wanaohitimu elimu ya juu kwa haa mitani kusaka ajira bila mafanikio. Kwa mujibu wa ilani hiyo, kiasi cha ajira ya milioni nane kinapaswa kutengenezwa ndani ya miaka mitano ijayo katika sekta rasmi na ile isiyo rasmi. Hata hivyo, takwimu zinaonyesha kwamba sekta rasmi imekuwa ikijikongoja kuzalisha ajira, hivyo ilani hiyo inataka jambo hilo kutafutiwa mwarobaini. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya ilani ya CCM Profesa Kitile Mkumbo, ilani ya safari hii imezingatia pia kuharakisha maendeleo katika maeneo ya vijijini ambako mkazo utaelekezwa ikiwemo pia pamoja na ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja, hivyo katika kipindi cha ilani hii, itaongeza kasi ya maendeleo vijijini. CCM inakuwa chama cha kwanza kuzindua ilani yake wakati joto la uchaguzi mkuu ilikiwa bado halijashika kasi kutokana na mazingira ya kisiasa yanayoendelea kushuhudia wakati, wakati hasa baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kutishia kutoshiriki uchaguzi huo kikishinikiza mageuzi katika vyombo vya utendaji ikiwemo katiba na sheria. Chama hicho tawala kinazindua ilani yake huku kikijivunia ongezeko la idadi ya wanachama wake waliofikia milioni 13 waliosajiliwa kwa mfumo wa kidigitali wakati uzinduzi wa ilani hiyo, wagombea wa chama hicho Rais Samia Suluh Hasani na mgombe wake mwenza Emmanuel Nchimbi pamoja na mgombea wa Zanzibar Rais Hussein Ali Mwinyi walikabidhiwa ilani na kisha kuzionyesha kwa wajumbe kwa kuashiria utayari wa kwenda kuzinadi wakati msimu wa kampeni utakapowadia. Rais Samia akizungumza wakati wa ufungaji wa mkutano huo alisema yale aliyoma kwenye ilani yanatekelezeka watu watunge mkono waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. CCM imehitimisha mkutano wake mkuu maalum huku ikiwa imepitisha pia marekebisho madogo ya katiba ambayo yanakaribisha mageuzi ya kidigitali pamoja na kuongeza idadi ya wa wajumbe katika baraza la wadhamini kama ilivyoada kwa chama hicho mkutano wake huo ulihudhuriwa pia na vyama rafiki vya ukombozi vya Kusini mwa Afrika, kundi kubwa la wasanii waliosafiri kutoka Dar mpaka Dodoma, pamoja na jumuiya ya wafanya biashara kutoka hapa Dodoma. Ni Joe Chinchogopa wa DW. DW tunavuma kwa kishindo ni dunia yetu leo jioni kutoka DW Bonn. Tunasikika pia moja kwa moja kupitia redio mbalimbali wa shirika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Wadau wa masuala ya intaneti kutoka nchi za Afrika wanaokutana jijini Dar es Salaam, Tanzania, wamekumbushwa kusimamia mustakabali wa maendeleo ya intaneti katika nchi zao kwa manufaa ya wengi, kwa maendeleo, kwa ujasiri na kwa kuzingatia sheria zisizominya uhuru wa mawasiliano ya kidijitali. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yameelezwa leo katika ufunguzi wa jukwaa la kumi na nne la utawala wa mtandao wa intaneti ambako wawakilishi zaidi ya elfu mbili kutoka nchi za Afrika wamekutana. Mgeni rasmi katika ufunguzi wa jukwaa hilo waziri wa sayansi na teknolojia wa Tanzania, Jeri Sila, pamoja na mambo mengine, amesisitiza umuhimu wa sauti za vijana katika ulimwengu wa intaneti. Kwa wavumbuzi wadogo, watunga sera wachanga na watumiaji vijana wa mitandao ya kijamii, sauti zenu ni muhimu katika wakati huu wa mabadiliko ya teknolojia. Ubunifu wenu ni muhimu na jukwaa hili linatakiwa kutumika kama sehemu ya mabadiliko kwa ukuaji wenu na kwa manufaa ya taifa ideas... Katika jukwaa hilo ambalo kwa mwaka huu kauli mbiu ni kuwezesha mustakabali wa dijitali Afrika, mwenyekiti wa jukwaa hilo Alhaji Mbou ambaye pia ni mbunge katika bunge la Gambia. Yeye alisisitiza ujumuishi katika matumizi ya intaneti Afrika, mtandao wa kidijitali uwe kwa manufaa ya wengi, si wachache, kwa maendeleo na si kwa mgawanyiko. Wadau wengine katika jukwaa hilo ni pamoja na mawaziri na wawakilishi wa serikali kutoka nchi za Afrika ikiwamo Zambia, Afrika ya Kusini, Nigeria, Togo, Kenya na Malawi. Washiriki wengine katika jukwaa hilo ni wawakilishi wa Umoja wa Ulaya, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO na kampuni za kidijitali ikiwamo Huawei. Mwakilishi wa Umoja wa Ulaya Mark Stalmans ametilia mkazo kuhusu namna Umoja wa Ulaya unavyoshirikiana na Afrika so, hivyo uh, to basi malengo yetu ya pamoja uh, ni kujenga kwa pamoja na kuimarisha maendeleo ya kasi ya mapinduzi ya teknolojia sahihi, kwa njia sahihi kwa serikali yenyewe na kwa wananchi wenyewe. Jukwaa hili la kumi na nne la utawala wa intaneti Afrika lilianza jana, ambapo wadau walijadili mustakabali wa intaneti, ujumuishi wa vijana, changamoto na fursa za akili mnemba. Leo waziri mwenye dhamana ya teknolojia Jerry Sila alifungua rasmi na kesho jukwaa hilo litamalizika katika ngwa ya mwisho ya majadiliano. Florence Majani, DW Dar es Salaam. Tukitoka Afrika Mashariki tunatua kusini mwa Ujerumani ambapo kuna kongamano la kimataifa la Kiswahili linalofanyika kwenye mji wa Bayreuth lina maudhui ya uhuru na ubunifu ambapo wataalamu na wanaharakati wa Kiswahili kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni wanajadili jinsi dhana hizo mbili zinavyotegemeana katika maandishi ya ubunifu kwenye ulimwengu wa Waswahili. Mohamed Ghelef amehudhuria kongamano hilo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Hili ni kongamano la 37 la Kiswahili kufanyika tangu Chuo Kikuu cha Bayreuth right, kuamua kwa kusanya wataalamu wa lugha hii kutoka kote ulimwenguni takriban miongo minne iliyopita. Wakiakisi pale kongamano la mwisho lilipomalizikia mwaka jana, washiriki wa kusanyiko hili la kimataifa wanaelekeza macho kwenye kuziangazia kazi za kifasihi zilizochochea hamasa ya uhuru hasa mashariki mwa Afrika. Profesa Clarissa Ferk ni mkuu wa idara ya Kiswahili kwenye chuo kikuu cha Bayreuth na mwandaji wa kongamano hili. Watu wa siku hizi mara nyingi wanalalamika kwamba ubunifu wa siku hizi si kama ulivyokuwa zamani, yani siamini hivyo, lakini bora, lakini vile vile tumefikiri labda, tukiangalia kama yani wasanii waandishi walivyofanya zamani, pia tunapata changamoto, tunapata inspiration na tunapata pia mada ambazo zinaendelea kuwa na umuhimu, umuhimu wao. Zaidi ya mada 30 yatazamiwa kuwasilishwa na kujadiliwa kwenye kongamano hili la mwaka huu ambalo linafanyika siku chache tu baada ya kifo cha bingwa wa fasihi ya Kiafrika Ngugi wa Thiong'o kutoka Kenya. Katika kongamano la mwaka jana, waandaaji waliamua kumwenzi mwanafasi huyo kwa kutimiza miaka 40 tangu alipoandika kazi yake mashuhuri ya kuikomboa akili kutoka kwenye fikra za kikoloni ambayo alianza kuiandika akiwa hapa hapa Bayreuth mwaka 1984. Na uhusiano mkubwa na, na Ngugi mwenyewe uwanja yani mzima wa fasihi na vile vile kwa siasa na falsafa, yani mchango wake ni mkubwa sana kwa sababu alituonyesha ali yani umuhimu wa lugha, na kwamba pia anazungumza anasisitiza usawa wa lugha. Kwa hiyo hakuna lugha ndogo na, na lugha kubwa, hakuna yani tofauti baina ya Kiingereza na Kikuyu kwa mfano, yani kwa uzito wao na umuhimu wao ni sawa. Dionis Kindata, Mtanzania anayesomea shahada ya uzamivu hapa nchini Ujerumani, ameambia DW kwamba kongamano hili lina maana kubwa sana kwenye safari yake ya kitaaluma. Kuhudhuria kwangu hapa katika kongamano hili la, la, la Kiswahili kwanza ni, ku, ni kuingia katika mdahalo na, na wataalamu wengine kukuona namna wanavyo mbinu zao, namna wanavyofanya mijadala mbalimbali na mimi kama mwanafunzi wa, wa uzamivu ni kitu ambacho Uh, ninapaswa kujifunza, ni kitu ambacho ninapaswa pia nikiweka katika utafiti wangu. Kongamano hili litaendelea kwa siku tatu mfululizo na kuhitimishwa kwa uzinduzi wa tafsiri ya kitabu kipya cha mshindi wa Nobel Abdulrazak Gurnah kiitwacho Theft, ambacho kimetafsiriwa na mhadhiri wa Kiswahili kwenye chuo kikuu cha London Ida Hajivanis, kwa jina la Dhuluma. Kutokea hapa Bayreuth, kusini mwa Ujerumani, mimi ni Mohammed Khelef, DW. Haya, sasa tutizame michezo, ambapo baada ya safari ndefu iliyokuwa na mechi za kusisimua hatimaye pazia la ligi ya mabingwa Ulaya linateremshwa kesho kusini mwa Ujerumani, katika mji wa Munich, dimba ni Allianz Arena. Nani atabeba kombe kati ya PSG na Inter Milan, ndio swali muhimu ambalo ningependa tujadili kidogo hapa studioni na nina... Suleman Mwiru mm, karibu sana. Asante sana. Upande wa pili ni Saumu Njama Mwiru kuna wekundu wa Msimbazi, <laughs> wa, <laughs> wa, wa tis... nafasi. Na <laughs> sawa sawa, lakini dimba lao linatumika katika fainali hii uh, mm, nianze na wewe mabilioni mm, yametumika katika uwekezaji wa klabu hii mm, tumeona wachezaji mastaa wa kimataifa wakija na kuondoka mm, lakini kuna kitu ambacho kimewaponyoka sana, kombe mm, la ligi ya mabingwa PSG mara hii, unahisi unabeba mwari? ni ngumu kusema kama watabeba lakini <laughs> yeah. Kikosi kizuri kwa sababu iko wazi kwamba katika bara la Ulaya kwa sasa hivi PSG ni moja kati ya timu ambayo bila shaka kila mtu anayefuatilia mchezo atakubali kwamba ni timu ambayo ipo katika msimu mzuri sana. Mm. Ndio kwanza mabingwa wa Ulaya, mabingwa walikuwa nchini Italia, nchini Ufaransa Ligue 1, lakini pia wamefika katika finali hii kwa kuonyesha uwezo mkubwa sana. Mm. Kumbuka wamewatoa Arsenal, wamewatoa mabingwa wa Uingereza Liverpool, katika hatua um, za zote paka wamefika hapa Lio. Kwa hivyo Luis Enrique na vijana wake wamekuwa na msimu bora sana na kikosi chao kinatajwa kwamba moja katika kikosi ambacho kinacheza mpira wa kisasa hmm, ambao unaburudisha, una, una, una, lakini pia unakupa matokeo wana mchezaji mmoja pale katikati mwa uwanja anaitwa Vitinha ndio kama mrutubishaji mkuu wa timu. Kwa hiyo timu ya PSG ni moja kati ya timu ambayo unaweza kusema imekamilika kuanzia nyuma, katikati hadi mbele. Na utakumbuka pia nyota wa Osman Dembele ndio mm, kama kinara katika timu hiyo na amekuwa na msimu bora sana. Kwa hiyo e, miaka mitano iliyopita walivyofungwa katika final na, na Bayern Munich ya kule mjini Ureno Lisbon, Lisbon. Nafikiri mara hii ni kama wana hasira pengine ya kutaka kuonyesha kwamba ili ilikuwa mm. ni bahati mbaya, kwa maana hii nataka kulibeba, ingawa ni ngumu sana kutabiri kwamba watalibeba moja kwa moja. Sababu uh, Suleiman anasema PSG ndio mm. naopiga upatu, yani ni kama Inter Milan ni underdogs, tukitumia lugha hii yetu ya michezo. Lakini Inter ni mpinzani ambaye kwa kweli pia naye katika safari hii amedhihirisha mm. kwamba alistahili kufika finali na jinsi alivyowaondoa Barcelona, bila shaka uh, unasemaje? Nasema kwamba kikosi cha Inter Milan sio kikosi cha kukibeza. Kuna wachezaji ambao ni wazoefu pale, ambao wana uzoefu zaidi ya michuano, wanajua ni namna gani ya kuweza kustahimili pressure katika mm. uwanja anazungumzia hapa kina Francesco Acerbi yan zoma mlinda langu huyu sasa, ambaye aliwanyima nafasi Barcelona kabla ya wao kufuzu kwa fainali, lakini vilevile Henrikh Mkhitaryan huyu ni mchezaji ambaye pia pale Inter Milan amekuwa na mchango mkubwa sana, lakini vilevile e, kocha anashuka pale uwanjani e, akiwa ana matarajio kwamba atamaliza hii mm, nafasi ya kuanza kulitafuta tena kwa muda mrefu. Wamewahi kulibeba lakini sasa wao wanaingia kama simba aliyejeruhiwa. Alafu pia unavyoona mchezo wanavyocheza Inter Milan wanatumia nguvu kama walivyocheza na Barcelona e, kujilinda kwao wanajilinda zaidi. Ijapokuwa kwamba PSG em, Enrique anatumia mfumo wa 4-3-3 yeah, mara nyingi mm, lakini hawa uh, vijana wa Inter Milan, nao kulingana na nguvu na nafasi ya kukimbia walizonazo na mara nyingi wanatafuta hadi dakika ya mwisho. Kwa hiyo leo PSG itakuwa ni mara nyingine, iwapo kama hawatajichunga e, kwamba watawasindikiza wata tu wengine <laughs> <Suleba. laughs> ki wa mm. <laughs> lakini wataishia tu kama vile vile huu haubadiliki, wao wanacheza mfumo huu siku zote. mm -hmm. Eh, tofauti na timu zingine ambazo wanaweza zikabadilisha zikacheza four four mbili, kutegemea mpinzani, lakini wao wana mfumo wao wa moja kwa moja na kitu ambacho nakiona katika kikosi cha Inter Milan ni kwamba wao mfumo wao hata kikosekana mchezaji yeyote yule ndani ya kikosi atakaye kuwepo nje katika benchi anacheza mfumo ule ule na wanapata matokeo. Kwa hiyo inawasaidia. Ndio tunasema inawasaidia lakini, ndio tunarudi pale kwenye hoja kwamba mm, katika msimu huu uh, wa ligi ya mabingwa na Ulaya tumeshuhudia mambo mengi sana mpaka katika hatua hii. Mm. Na mimi binafsi ninakiri kabisa kwamba Inter Milan wamekuwa na mchezo mzuri pia, tutakumbuka mechi ya mwisho ambayo watu walikuwa wanasema ni, ni finali katika nusu finali dhidi ya Barcelona kama ulivyosema hapo magoli saba kwa sita. mm -hmm. Magoli kumi natoka katika mechi moja, ilikuwa ni mechi ngumu sana, lakini pia wametoa mabingwa hapa Ujerumani, Bayern Munich, lakini wametoa mabingwa wa Uhispania. Kwa hivyo ni fainali ambayo bila shaka itakuwa ni ya kuvutia sana. Ukitazama katika vikosi vya timu zote mbili, timu zote mbili zinacheza kwa kufunguka. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema kama wanavyosema kwa Kiswahili unapaki basi, hakuna kupaki basi. Hey, wacha tumkumo Mourinho. E, Inter Milan na wachezaji ambao ni hatari wanne, ambao kama vijana wa Luis Enrique watakuwa na uwezo wa kuadhibiti basi, nafasi kubwa itakuwa inaenda kwa PSG. Na sababu kwa sababu gani? Wapo vijana wawili uh, mabeki ambao ni Denzo Dumfries pamoja mm. na Federico Di Marco, ambao hawa mara zote wanakuwa ni wachezaji timu kuanzia nyuma kuipeleka mbele, kumpa mpira Marcus mm. Thuram pamoja na Lautaro Martinez, kama vijana ambao mimi <laughs> binafsi naamini kabisa kwamba msimu huu PSG umekuwa na mabeki wazuri sana wakiongozwa na Nuno Mendes, wakiweza kuadhibiti hawa wachezaji wanne ambao pia ndo walioyadhibu Barcelona na imani itakuwa ni mechi nzuri ya kuvutia, lakini pia ni kweli kabisa kwamba ni mchezo ambao utakuwa una, unaenda una, una kimbinu zaidi kwa sababu Simone Inzaghi ni, ni, kocha ambaye ni mzoefu wa makombe kama haya, ameshakuwa na mafanikio makubwa mm. Luis Enrique aliyo, aliyoisha alibeba kombe lake na Barcelona mwaka 2016, kama, mm. kama sio 2015 bila shaka. Kwa hivyo hao wote wawili ni watu ambao wana uzoefu mkubwa katika michezo hii na inaweza kawa ni fainali ya nne kama sio ya tatu katika finali ya mwaka huu. Utakumbuka fainali ya kwanza ilikuwa na Liverpool mm. PS Barcelona <laughs> <laughs> ita Leo. Milan. Kwa hivyo tumeshuhudia pia Real Madrid na as yeah. Kwa hivyo itakuwa ni mchezo wa kuvutia sana kusema ukweli so. mm. Umetaja Inter Milan, na ni mara unatafuta kombe lao la nne mm, na mara mwisho ilikuwa kumi, na Mourinho na, na, mm, na, mm, eh, mm, na Inzaghi mm, miaka miwili iliyopita alifungwa na Bayern Munich na katika kikosi chake ukitizama kuna wachezaji kama nane hivi ambao bado wapo. Hii hi, inaweza kuwasaidia e, ndio maana nimetangulia kusema kwamba uzoefu kwamba ulishafika pale ukaweza kukutana ukakiona kishindo, kusoma mchezo, kwa hiyo na amini kwamba yale makosa ambayo yalijitokeza dhidi ya, ya Manchester City e, leo atakuwa amerudi katika kitabu na daftari lake na bodi lake yote ya, ya kiufundi, kujadili namna gani ambavyo wanaweza kuhakikisha kwamba leo makosa kama yale hayatajirudia na kuhakikisha kwamba hili kombe linatua kule nchini Italia ndio. Uh, hii fainali inatarajiwa kuwa kilele cha msimu ambao umekuwa mzuri sana lakini <laughs> timu mbili kama mlivyosema, kiufundi, moja inashambulia sana, nyingine. Kwa tathmini yangu fupi, ni kwamba Inter Milan ni kikosi cha wachezaji wote kwa pamoja, wanacheza kwa ushirikiano ambao maana yake ni kwamba timu inacheza kwa wote, kwa, ku, kwa kushikamana, lakini <laughs> mchezaji mmoja, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ni tofauti na Paris Saint-Germain. Ningependa <laughs> kujua nani katika kikosi kwa mfano cha PSG ambaye unahisi mchezo huu utamtegemea sana na nani katika upande wa Inter Milan vitinya kwa upande wa wangu mimi ndo kiungo ambaye anaweza akaichezesha timu ya Paris Saint-Germain pamoja na vara wao wanategemewa zaidi kumchezesha Ndebele pamoja na, na wachezaji wengine kuweza kuipa matokeo timu. Lakini kwa upande wa Inter Milan ukiniuliza mimi, nafasi kubwa inaenda kwa mchezaji ambaye msimu uliopita alikuwa mfungaji bora wa ligi Lautaro Martinez, ambaye bila shaka ndio kama kiungo wa timu mshambuliaji, na msimu huu na mchezaji ambaye ana nafasi ya tano za juu za kwenye ufungaji. Kwa hivyo hawa wachezaji wawili, kwa upande wa PSG ni Vitinha, kwa upande wa Inter Milan ni Lautaro Martinez. Hawa bila shaka ndio watakuwa ni muhimili katika mchezo huu wa fainali ya kutazamo zaidi. Tumekamilisha lakini utabiri wenu nandaraka mimi nabaki na Ufaransa, Ufransa kwa sasa bila <laughs> shaka, no. kwa kiasi kikubwa unabakia tu PSG. Wema utakufuata Haya, sawa sawa. Tutashuhudia atakayotokea kule Bavaria kesho. Haya, hewa nzuri sana na itaruhusu mchezo kuwa mzuri zaidi ndio zitaamua. Mudhiri Juma ye anasema Dochevele naopata vizuri kutoka Arusha, Tanzania. Paulo Peter ametuandikia akiwa kule Tabora, anasema haki za binadamu ziheshimiwe uko Gaza. Robinson Kachumita yuko Kirwa, Tanzania, anasema katika mwaka wa uchaguzi Tanzania, tume ya uchaguzi tendeni haki ili kuimarisha demokrasia. Kuna ujumbe wa Isaya Sambo, anasema ilani hiyo ni mwongozo unaoonyesha namna viongozi watakavyowatatulia kero wananchi pamoja na kuwafikishia maendeleo ya kweli alafu, mm -hmm. na ujumbe pia hapa nauona Nehemia Nzui Saba yuko Bujumbura, Burundi, anasema asante sana Dochevele kwa matangazo yenu mazuri, kwa hakika mnavuma kwa kishindo, nipo nanyi mwanzo mwisho, asante sana naingia pale kwenye Instagram namona Maji Moto Malole akiwa kule Kibara yanasema karata yangu naiweka kwa PSG kuibuka na ushindi. Remji Richard anasema ilani hiyo iliyozinduliwa itawafanya watu kumpigia Rais Samia Suluhu Hassan kura za ndio. Mm. Hamisi Salumu anasema Paris Saint-Germain PSG ndiye atakayeibuka mshindi, hey. Anakubaliana na Suleiman Mweru <laughs> eh, kufikia hapo basi ndipo tunatia nanga matangazo yetu jioni hii, kwa naibu wenzangu wote Suleiman hapa na Saumu Njama, mm -hmm. na msimamizi wangu hapa Selina Mdemu. Kwa heri kwa sasa, mimi ni Bruce Amani. mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni, kwaherini.